Simba SC ni moja kati ya vilabu vikubwa na vya sifa zaidi barani Afrika. Klabu hii yenye asili ya mwaka 1936 imekuwa ikitawala soka la Tanzania na kujipatia umaarufu kimataifa. Leo tutasafiri kwenye historia ya klabu hii yenye heshima na mafanikio yake makubwa. Simba SC ilianzishwa mwaka 1936 chini ya jina Sunderland. Ilikuwa klabu ya wafanyakazi wa kiserikali na Wahindi. Mwaka 1965, jina likabadilishwa kuwa Sunderland Dar es Salaam. Mwaka 1970, jina likawa Simba SC baada ya kujiongezea wachezaji wa, wa Kitanzania zaidi. Hata kama ilianza kama timu ya wageni, sasa ni Simba, ni klabu yenye ushindani mkubwa Afrika. Miaka ya sabini hadi tisini ilikuwa zama za dhahabu za Simba. Mwaka elfu moja mia tisa sabini na ne. kufuzu kwa mara ya kwanza kombe la klabu bingwa Afrika mwaka elfu moja mia tisa themanini hadi tisini kufuzu mara nyingi ligi ya CAF na kushinda mataji mengi ya ndani. Wachezaji mashuhuri Musa Otieno, Juma Magunda na Abdul Msanga. Simba ilikuwa timu ya kutisha barani Afrika miaka ya tisini hadi elfu mbili na kumi Ilikuwa na vipindi vya mafanikio na changamoto. Mwaka 1993 kufuzu robo fainali ya kombe la CAF. Mwaka 2000 hadi 2010 kukosa mataji ya ligi kuu kwa miaka kadhaa. Mabadiliko ya uwekezaji klabu kuanza kutafuta wadhamini na kuwa na mfumo wa kisasa. Hata kwa changamoto, simba haikukata tamaa. Simba imerudi kwa nguvu katika miaka ya karibuni. Mwaka elfu mbili na kumi na nane hadi elfu mbili na ishirini na tatu kufuzu mara nyingi ligi ya CAF Champions League. Mwaka elfu mbili na ishirini kufika robo fainali ya kombe la CAF. mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi elfu mbili na ishirini na tatu kushinda ligi kuu Tanzania mara nyingi. Simba sasa ni klabu yenye ushindani mkubwa Afrika. Baadhi ya wachezaji na makocha waliowafanya Simba waogope. Ogope John Bako, nahodha na mfungaji bora. Mohamed Hussein Zimbwe Jr. Kezaji mwenye ujasiri wa mpira. Simba inaweza kumvunja moyo yeyote. Simba SC sio tu klabu ya soka, ni utamaduni, historia na furaha ya Watanzania. Kwa karne nyingine itaendelea kutawala na kuwapa mashabiki wake furaha. Kama video hii imekukumbusha historia ya klabu bora Afrika Mashariki, bonyeza like, share na subscribe. Je, wewe ni shabiki wa Simba? Andika kwenye comment Simba.